sekta ya elimu ni miongoni mwa sekta tano za shirika la uzalishaji mali la Jeshi la Kujenga Taifa SUMA JKT, na kutokana na ukuaji wa teknolojia hivi sasa kote ulimwenguni, shule za sekondari idadi kumi zinazomilikiwa na Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania zimezindua mfumo rasmi wa ufundishaji kwa njia ya mtandaoni maarufu learning ambayo imezinduliwa hapa katika shule ya sekondari ya Kawawa iliyopo almashauri ya mji wa Mafinga mkoani Iringa. Kanali Manuel Mgobeko ni kwenye kikao chare kuwa mwenyekiti wa kikao cha shule za sekondari za jeshi la wananchi wa Tanzania, ilikuwa eh, na namna ya kutumia mfumo huo wa e-learning ni wakuwezesha kufundisha wanafunzi wakutumia mtandao changamoto uh, ya upungufu wa walimu kwa maana kwamba kama kuna shule moja yana walimu na, na nyingine haina walimu wa somo fulani, basi kwa kutumia mfumo huu mtu anaweza kaa huko Dar es Salaam akawa anawafundisha watu walioko Mbeya au watu walioko Mwanza au watu walioko Dodoma. Aidha, wakuu wa shule hizo wameeleza faida zitakazopatikana kutokana na mfumo huu mfumo huu tunatarajia kwamba utakuja kusaidia namna ya kuboresha watoto kuwa wanafunzi kuwa na familia zaidi na kompyuta na ICT kwa ujumla. Sasa hivi wazazi, tutegemee kupata matokeo mazuri sana katika watoto wetu, kwa sababu watoto watakuwa sasa na mawanda mapana ya kupata elimu kwa vitendo na kushuhudia jinsi gani mambo mengi ya kisayansi yanavyofanyika kwa kutumia huu mfumo wa kidijitali. Nachukua nafasi hii kuwakaribisha sana wazazi na walezi kuleta watoto wenu katika shule yetu ya Kawawa Sekondari katika kidato cha kwanza hadi kidato cha sita kwa masomo yote katika combination za sayansi na combination za arts. Pia nichukue nafasi hii kuwakaribisha wazazi kuleta watoto wenu tu katika shule ya Kawawa pre and, pre and, pre and primary school ambayo inafanya vizuri sana. Pia kwa majina anaitwa mtem Kanali Renata ma atokea makao makuu ya jeshi, tawi la mafunzo na operesheni, kurugenzi ya elimu na mafunzo, dawati la elimu. Kwa mfumo wa e-learning au darasa janja kwa shule zetu aa, za sekondari zinazomilikiwa na JWTZ itazifanya shule zetu Uh, kuendana na, na wakati kwa sababu sasa hivi dunia inaenda kwa kasi na mabadiliko ya sayansi na teknolojia, na pia kumekuwa na upungufu wa walimu hasa wa masomo ya sayansi na biashara. Mfumo huu utazisaidia shule zetu uh, wanafunzi wetu kupata kile kitu ambacho wanastahili. Hata shule itakapokuwa haina mwalimu, basi mwalimu mmoja ataweza kuziunganisha shule zetu na watoto wetu watapata kile walichokuwa wanakitarajia. SUMAJKT idara ya tehama. Tumekuja na mfumo wa e-learning ambao mfumo huu ni kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wetu wa shule idadi kumi za jeshi ambao utaenda kuangalia shule hizi ili ziweze kupata uelewa na kufundisha kwa pamoja. Shule ya sekondari Kawawa ya hapa mkoani Iringa pamoja na shule ya sekondari Jitegemee JKT ya Dar es Salaam ni shule zilizoko chini ya usimamizi wa shirika la uzalishaji mali la jeshi la kujenga taifa, Suma JKT kutoka hapa almashauri ya mji wa Mafinga, wilaya ya Mufindi, mkoani Iringa. Naitwa Florian Utahiwa, endelea kufuatilia Suma JKT TV kwenye mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, X, zamani Twitter. Lakini kwenye YouTube tupo, ni Suma JKT TV. Uwe na wakati mwema.